Sasa mwenyekiti, tupo tu, uh, katika mwaka huu wa uchaguzi mwaka 2025 pengine mpaka sasa chama cha Choma kipo hasa, uh, kwa namna gani hasa kwa namna ambayo mmeweza kujiandaa sambamba na, na chama wenu kiujumla karibu. Uh, sisi tumeshatangaza kwamba tutashiriki uchaguzi. Mm. Tunafanya maandalizi sasa ya kushiriki kwenye uchaguzi. Mnafanya maandalizi ya kushiriki katika uchaguzi mm. Mipango uh, mikakati ya chama chako ipo kwa namna gani hasa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kuwaleta pamoja wanachama wako, lakini wananchi kwa ujumla kuendelea kukiamini chama cha Chauma kushiriki uchaguzi. Na tunaomba wananchi wawe macho kwamba wamba tutashiriki sisi uchaguzi. Tunawatakia kila la heri, wapige kura watuchague sisi. Malalamiko yote tunalalamikia lakini wao, wao, wao, wao, watendaji hata kuwafanyia kazi sisi sio tunafanya kazi ni watu wanaoambia, au wabadilishe utaratibu, lakini wao wanabadilisha wanaisha, lugha lugha inabadilika na lugha hivi sasa nashindwa sisi kuwaelewa watu. Miaka sitini na moja tuseme hatuwaeleze hata siku moja, hata siku moja? Hakuna siku tunaeleza sawasawa, hawataki tu, da zao wanajua, kwa sababu sisi tuna si tunazo sera kwanza tuna tunahakikisha kwamba hospitali tutawatibu bure na chakula watapata watoto shuleni. Ni mambo ya muhimu kwa wananchi wetu, wapate watoto wakenda shule wapate chakula, shule za hizi shule za za tunazoita serikali wapate chakula, sio waambie wazazi wachangie, sijui watoe hela. Sisi tulikuwa tunaambiwa tuchangie chochote tunakwenda shuleni tunapata uji saa nne mchana napata uji, sande, mchala, chakula wali au ugali ubwagwa na nyama na vitu vyote na maharagi na kila kitu, na watu waliosoma shule ya secondary wanapata chakula vile vile. Sasa siku hizi wameleta mtindo kwamba uchangie ufanyeje? Ah, sio mambo ambayo tunatolea kodi. Hatutoe kodi kwa sababu hiyo sisi. Ah, kodi tunatoa kwa sababu atupatie maisha yetu wananchi hawapate faida yoyote. ananchi wamekukazo ni kuambiwa hivi, tunaambiwa hivi, lakini chochote hawapate, hakuna chakula wala chochote. maan vitu walivikuta vipo vinatumika, kwanini wanavyondoa? na nchi zingine vinatolewa vile vile iwatusaauna mamboa Sao, awo, awo, awo, mataki, mataki, sao, mataki. Okay, kiongozi, hawa wakina nani ambao unazungumza, ambao wataki kina nani hawa mheshimiwa? Chama tawala, chama tawala. Mwaka jana mlishiriki uchaguzi, ndio? Mwaka jana mlishiriki uchaguzi wa serikali za mitaa na mkoa umefanikiwa kuambulia moja ya nafasi ya uenyekiti. Pengine katika ile imewapa chachu namna gani hasa kushiriki uchaguzi wa mwaka huu kwa jumla? Ah, sisi tunaona ushiriki kwa sababu hawa watu hata tukishiriki eti tusishiriki ni yale yale watafanya. Yale yale yatatokea. Yale yale yapi kwa kiongozi? Kwa nini unasema hivyo? Eh, ni yale yale kwa sababu wanafanya wanavyotaka wao. Wanafanya wanavyotaka wao. Sasa sisi wananchi huku tu basi tutafanya kitu gani? Hmm. Wao wanataka hivyo kama wao wachukue viti vyote. Ndio, ndivyo wanavyotaka. Wao ndio wanavyotaka wote wachukue wao. Wakati unaona kutokuwa na serikali ya mchanganyiko. Kulikuwa na afadhali pale Kidondoni walikuwa waidi hivyo ni mago tu ya hila zao wao na maneno ya ovyo ambayo wananchi tunashinda kuwaelewa. Siku zote tunapiga kura, siku zote tunapiga kura. Tume ya uchaguzi au sio? Tume ya uchaguzi hii, tume ni ile ile ya zamani, imebadilishwa jina tu, sheria ni zile zile, zimebadilika badilika maneno tu. Sasa maana yake ni nini? Ataa mabadiliko ya kweli yabadilike sasa wao bado wanaweka watu wa kupiga kura wanaochagua wao wanaweka vituoni, watu wanaingia na mabegi pale ya kupiga kura. Mimi mwenyewe hapa nikurukana kupiga kura, nimekuta kura zile zimeshapigwa, zimeshapigwa tishi, zote zimeshapigwa tishi. Sasa nauliza hizi za nani? Anze basi, mimi siwaelewi, mimi siwaelewi kabisa. Yani hawa ya watu zituwaecheje? Yani uwezi ya kuelewa so. Uh, tuna sasa hivi mchakato ambao unaendelea ni kuhusiana na zoezi la uandikishaji. Pengine wewe uh, kama mwanasiasa mwenyekiti wa chama cha cha umma uh, fursa namna gani ambapo natumia hasa kwa mashana nchi kushiriki katika zoezi hili ili kuweza kushiriki uchaguzi hapo baadaye. Sisi tuamini wa wao, kwa sababu wao ndio wameshika madaraka tangu mwaka sitini na moja, sitini sitini na tatu, sitini na mbili leo tupapata uhuru. Eh? Mm -hmm. Ni wao ndio wameshikilia nchi hii. Kwa nini sisi tumwamini nani sasa? Ni wao wale wale, na ni wao bado wanatafuta kila kutawala, jua waendelee kutawala kwa hila. Maana yake ni nini kweli? Wana hapo Kenya ukweliena wenetu Kenya. Basi karibu tu hapo. Nenda mkajifunze pale katiba zinafanywaje au wamebadilisha nini, sio aana mambo ya zamani. Mwalimu Nyerere mwenyewe anayo katiba yake aliacha hapo. Kwa ni ni ni ni ni ya watu wa ayupo sasa kubadilika ni jeuri kwa ni mamlaka yao, yao chochote. Mwenyekiti, unazungumziaje zoezi la uandikishaji nini amasao kwa wananchi kuhakikisha wanajitokeza kwa kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura? Wananchi siku zote wanajiandikisha

aa mtu nini cha kuambia nini cha kuambia sasa, wanachama cha wa chama cha Chauma kwa ujumla, kuelekea nyakati za uchaguzi. Siku zitakapotangazwa tarehe ya uchaguzi siku fulani. Na chama kisha si, um, si, uchaguzi, mtaja huyo mtu atakayegombea urais na wabunge mta, mta, na, wao na kila kitu Mambo ya hawa watu wanaofanya hayana maana hata ya kidogo. Yaa. Sa. tukushukuru sana mwenyekiti kwa wa ajili ya bu, katiba iliyopendekezwa walivyoona kwamba inakwenda kubadilisha sawa sawa, mwisho wakaondoka. Wakaleta mvujo. Sasa kwa nini? Kila kitu na haribu ni wao, sio mtu e, no <laughs> mwingine yote. Wao ndio wanaoharibu. Sawa. Mwenyekiti, tukushukuru sana asante kwa kuungana nasi.